Ni mkazi wa Buhongwa, tangu saa moja niko hapa ah, Hii changamoto kwa kweli ina kosti e, kwa sababu muda huu unatakiwa mtu uwe sehemu ambayo ulikokuwa unakwenda ili ufanye mambo yako kulingana na ratiba zako za tangu asubuhi, lakini tumekwama hapa, hakuna njia, maji yamejaa, kwa kweli inatuasili hata kiuchumi <laughs> ah, serikali kwa kweli iangalie inatusaidiaje kwa sababu asilimia kubwa ya sisi wajasiriamali tunategemea usafiri. Sasa kama usafiri hakuna, ina maana tutakufa njaa. Familia zetu zinaishi kulingana na tutoke tufanye moja mbili tatu, maisha yaende. Shughuli zimelala, itakuwa nimeshafika ndiko kuwa nakwenda kwa, ni kwa ajili ya kufanya kitu nipeleka huko, lakini hakuna tena njia. Kwa Rashid Ahmed naishi Mkolani, changamoto inaonekana ni kubwa. So ni changamoto ambayo inaonekana si nzuri hasa katika jamii. Ni labda cha kushauri ni kwamba waliopewa kazi hii labda wafanye haraka, ni kuharakisha mradi, kwa sababu hali inavyoendelea, hali itakuwa ni mbaya, kwa sababu tumetoka achilia, tunafanya kazi Buzuruga, tunaishi Nyegezi, tumetoka Nyegezi kuanzia mida kama ya saa tatu mpaka muda huu saa sita hatujafika na hakuna ha, matumaini ya kuvuka. Hiyo tu ni changamoto ya daraja, halijakamilika kama litakuwa limekamilika kwa wakati basi changamoto kama hii haitokuwepo tena, ila kama halitokamilika kwa wakati pia changamoto itakuwa ni ngumu zaidi kwa sababu mvua ndo zimeanza. Kwa majina naitwa Bakari Musa Bakari, ni mkazi wa Meshmo. Nimefika tangu saa mbili saizi saa saba kasoro sijavuka. Kama kama unavyoona shida ni maji hapa. Mvua imenyesha eh, maji ndo kama hivyo daraja limejaa, kuvuka tumeshindwa tangu saa mbili tumekaa kama hivi, na mpaka sasa hivi hajajulikana tutavuka muda gani? Yaani changamoto ambayo inasumbua ina, ina, ina hapa ni issue ya daraja. Kwa hiyo kama daraja litarekebishwa li, mimi na imani itakuwa ni rahisi sana kwa sisi. Sasa sisi ambao tuna makondakta tun, wa daraja na madereva tunasumbuka zaidi maana, kwa sababu kama kama hivi hesabu ya bos tunashindwa kuitimiza kwa wakati, mwisho wa siku tutaangalia hata vyombo vya usafiri hivyo, kwa sababu ndo kama hivyo navyoona changamoto. Maji amejaa kuvuka, tunashindwa watu kuanzia saa mbili mpaka saa sita saizi saa saba kasoro tumekaa tuko, tunasubiria maji yaishe ya yapungue ndo tuvuke ya, wakandarasi hata sielewi kama wanakula hela, maana ni miaka na miaka shida kila siku tunapata ni shida hapa kwa ni, ni kwamba kila mvua inaponyesha kuanzia miaka na miaka, mvua inaponyesha tunasumbuka hapa.